Nikiripoti kutoka visiwani Zanzibar, hii ni 101.9 Coconut FM, na hizi ni taarifa kutoka jeshi la polisi mkoa mjini Magharibi kupitia kamanda wa polisi SACP Richard Temi Mchovu, ambapo ameweza kutoa taarifa kuelekea katika mwisho wa mwaka, ambapo kunakuwa kunafanyika sikukuu mbili za Krismas pamoja na mwaka mpya, na hapa anaelezea namna jeshi hilo lilivyojipanga ili kuhakikisha hali ya ulinzi na usalama inaimarika katika sikukuu hizi mbili na kuelekea mwisho huu wa mwaka, lakini pia ameweza kutoa usia na wito kwa wazazi na walezi, kuwa makini na watoto wao pindi wanapotoka nao katika viwanja vya sikukuu lakini pia onyo kali kwa madereva watakao kiuka sheria kuelekea kipindi hiki cha sikukuu, uh, wale ambao watakuwa wanachukua magari watakao kuwa naenda resi, uh, jeshi la polisi liko tayari kuweza kuwadhibiti. Mimi ni ni Lubna Castro na na hii ni Coconut FM. Yako mambo ya msingi ambayo kama jeshi la polisi tunataka kusisitiza. Na kwanza, tunajua hizi sikukuu zote zinawafanya watu watoke kwenye manyumba yao waende kwenye nyumba za ibada, waende kwenye viwanja vya michezo ile kufurahishia watoto, lakini waende kwenye makumbi za starehe na maeneo mengine mengi. Sasa ombi letu ni kwamba tunaomba watu wanapoacha nyumba zao waishe kwamba ziko salama. Kuna tunasema ulinzi jirani, yaani ukiondoka kisha kwamba jirani yako anajua kwamba hupo eh. Kwa hiyo kwamba nyumba yako umeondoka, lakini jirani anajua hupo. Lakini pia tunasisitiza kwamba ni vizuri kama nyumbani mko wengi angalau mmoja au wawili wabaki. E, watu wapeane zamu wabaki ili kuhakikisha kwamba nyumba inakuwa salama. Au kwenye mtaa kama watu wataweza wafanye doria ya mtaa wao. Kundi cha ulinzi shirikishi kikae kinafanya doria pale. Sasa nyakati za usiku wakati watu wameenda kwenye viwanja vya starehe. Simone ya tarehe 24 hii ya kuamkia tarehe 25. Lakini tarehe 25 yenyewe wakati ule wa kwenda kusherehekea na kufurahi nyakati hizi za mchana, hata na usiku, watu wakisha kwamba nyumba ziko kwa salama. Lakini nyingine, watu wanapoenda kwenye hizi shughuli, watoto pia ni watu muhimu, nao wanataka kwenda. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba watoto wanapotaka kwenda kwenye maeneo ya starehe, kwa mfano viwanja vya Kariakoo, e, eh, maeneo mengine yote, wakisha kwamba watoto wale wanakuwa na watu wanaowasaidia watu wazima. Watoto ni mpaka miaka kumi na nane hata ishirini, wakati mwingine kwa anakuwa na mtu mkubwa mzima ambaye anaweza kuwasimamia wakafanya starehe zile vizuri tuna tatizo kwamba wakati mwingine watoto wanaachwa wenyewe wakienda kwenye kumbi hizo wakienda maeneo ya starehe, wanafanyiwa vitendo vya udhalilishaji. Hilo ndio tatizo kubwa tulilonalo kwamba watoto wanadhalilishwa, wanafanyiwa mambo ambayo sio ya maana. Kwa hiyo wakiwa na wazazi, wakiwa na watu ambao wako jirani nao, inakuwa rahisi kwa watoto wale kukaa salama. Lakini wenyewe tunafahamu pia kwamba kutoka kwenye nyumba kule kwenda kwenye hayo maeneo uliyoyasema, tutatumia magari. Kwa msitemu wetu ni kwamba magari yatumike yale ambayo yamesajiliwa kwa ajili ya kubeba watu Eh, ule mfumo wa kuchukua keri na nini na nini ule, ule, ule tuhakishe kwamba tuna, tuna uacha eh tutumie vyanzo ambavyo vina, vina vina vina magari yale ambayo yana, yana hadhi ya kubeba watu. Sisi ni watu tuna heshima kubwa. Kwa hiyo tukifanya hivi itasaidia watu wafike salama, lakini warudi salama na tunapoenda kule salama, na tukawa tumekuwa na wasaidizi ule muda wa kuondoka kule msisitizo wetu ni kwamba ikishafika saa mbili kwa kweli watu warudi nyumbani. Eh, naweza ikaenda mpaka saa nne lakini saa mbili ndio kama una watoto na nini, watoto warudi nyumbani mapema. Barabara zetu zinajengwa kwa nyingi, kwa hiyo barabaratu usiku zinajaa magari, kwa hiyo tunasisitiza kwamba watu wajitahidi kuwahi majumbani kule kwa ajili ya kuhakikisha usalama wao. Toa wito kwa madereva na ni maelekezo kwamba usije ukaendesha gari ukiwa umelewa siku za mkesha ya leo Krismasi, mkesha wa mwaka mpya, lakini na siku nyingine zote, tutakuwa tuna vipima ulevi vingi, tumeletewa vingi, serikali imetupatia vipima ulevi vya kutosha, na jeshi la polisi liko imara, tutakuwa na askari wa kutosha. Tutakuvizia, tunakuona unakunywa pombe, unaingia kwenye gari, tutakupima, utakamatwa, utakaa polisi mpaka pombe ziishe. Kwa hiyo, unaweza kwamba endesha gari ukiwa soba, kama unaona utalewa, mpe mtu mwingine gari aendeshe, au tutafuta gari la kukodi uendeshwe. Usiendeshe gari katika mazingira ya kilevi. Lakini lingine kubwa na na, na ni baya zaidi, na nataka nieleweke na vijana huko wajue, leo tunaanza msako mkali sana wa kukamata magari yale ya Altezza eh, na Crown yale magari tunayo tunaorodha, tunayafahamu yote yale ambayo yanatumika kufanya drifting, wanapiga misele. Sasa hili nataka liwafikie vizuri sana vijana hapa mkoa wa Mjini Magharibi, hasa jiji la Zanzibar. Ni marufuku, ni marufuku, ni marufuku. Wabu, he, tabia kwenda kule Fuoni fu kule wengine wana, kule he, wanaenda maeneo mbalimbali Fumba, Mwanakwerekwe. Barabara zetu hizi nyingi, sababu zimekuwa za kisasa, ni nzuri, watu wanazitumia vibaya kufanya drifting. Sasa ukibainika hilo, gari sijui litatoka lini polisi, lakini pia utaenda mahakamani na sisi tumeshaongea. Tunataka adhabu ziko nyingi, adhabu ya faini hatutaikubali kama tunashtaki adhabu ambazo tutasisitiza watu wapewe ni adhabu za vifungo, watu wafungwe jela, kwa sababu tabia ya kudrift na kuleta madhara kwa watu wengine ni tabia mbaya, na tutakuwa na operation kali sana kuanzia leo. Kwa mtu kama anayo gari Altezza, ana Crown, anafikiri ataitumia katika misingi ile inasema ya kufanya drift, tunampa tahadhari kubwa sana, itamletea madhara. Vinginevyo niseme tu kwa ujumla mkoa wetu uko salama, tukifuata hayo tukifuata hayo Eh, tutaendelea vizuri na wananchi wataendelea na utulivu walio nao, tutaendelea kufaidi na hizi sikukuu zitapita vizuri, tutamaliza mwaka vizuri, tutaingia mwaka ishirini ishirini na sita tukiwa tuko salama.